Hello guys. Karibu Dar es Salaam. Wengine wanapaita Bongo. Yaani karibu katika jiji linalotumia akili nyingi sana ili kutoboa. Nguvu chache, akili nyingi. Dar es Salaam ni jiji moja ambalo liko bize sana Afrika Mashariki. Dar es Salaam ni jiji kubwa sana katika nchi ya Tanzania. Raiya wake ni watu wapilikapilika, ni watu wanaochelewa kulala na ni watu wanaowahi kuamka. Kwa nini? Yote hii ni ili kwenda sambamba na spidi ya uchumi wa nchi na dunia kwa ujumla. Shughuli nyingi za Dar es Salaam zinafanyika mjini kati, downtown, Posta, Kariakoo, Mikocheni, Mwenge na sehemu nyingine nyingi sana. Ili kumudu na kwenda na spidi ya uchumi, serikali ya Tanzania ikaamua kuwekeza mradi mkubwa kabisa wa mabasi ya ndao kwa kasi BRT. Mabasi haya yapo katika fesi tofauti tofauti. kuna njia ya Gongo la Mboto, njia ya Mbagara, njia ya Kimala na njia ya Moroko na njia zote hizi zinajaza watu wengi sana. Watu wengi wanabanana, watu wengi wanasongamana ili kuweza kufika kwa wakati katika shughuli zao za uchumi. Lakini kitu kizuri, mabasi haya jinsi yalivyokuwa disaini, wanasayansi na wataalamu na kampuni iliyopewa kutengeneza mabasi haya ilizingatia vitu vizuri sana katika swala la afya. Milango yake ni mikubwa. Just in case of emergency, watu wanaweza wakatoka vizuri wakawahi kujiokoa na mili yao ikawa katika hali nzuri na katika afya njema. Madirisha pia ni makubwa zaidi. Katika swala la madirisha hapo tunajikita kidogo, hewa inaingia kwa wingi zaidi na inatoka kwa wingi zaidi, hata kama ikitokea watu wenye magonjwa yanayoweza kuambukizwa kwa, kwa njia ya hewa kwa mfano vikozi vikali, mafua, koronavairasi, TB. Upepo unapoingia kwa wingi katika basi, unaweza ukatoa vile vimelea kwa wingi zaidi na hatimaye watu wakajikinga. Kwa hiyo, abilia, mnapokuwa mmesongamana wengi zaidi, basi kumbukeni kufungua madirisha kwa namna yoyote madirisha yawe wazi ili hewa iingie vizuri. Kumbuka, katika sekta ya afya tumejikita katika vitu vingi, kuelimisha jamii ili kukinga isiingie katika maafa makubwa na kutibu jamii pia. Kwa kushirikiana na wizara ya afya na wadau wengine, tunatoa elimu za namna hii ili kuinusuru jamii yetu. Fungua madirisha katika chombo cha usafiri wa public chochote kile, ili hewa iingie ndani, na hata kama wamejaa watu wengi sana sana, basi ni vyema ukavaa maski kujikinga na magonjwa ya mlipuko yanayoambukizwa kwa njia ya hewa. Basi yetu ni hayo, kama Glozack Empire, usafiri wetu ni mzuri zaidi, lakini ni vyema pia kuchukua precautions. Wengine wana watoto wadogo majumbani, wengine wana watu ambao kinga zao ziko chini. Wanapokuwa na magonjwa ya kuambukizwa katika vyombo vya usafiri, unaweza kupeleka nyumbani. Tujikinge, maana wahenga walishamaliza, afya ni mtaji. Tukinge mitaji yetu tuweze kuamka kila itopo leo kwenda kupambana katika jiji letu la Dar es Salaam. Tushirikiane katika hili kwa maendeleo mazima ya taifa letu. Ise Glozack Empire GE, usisahau kusubscribe.